Mashuhuda wa tukio hilo wamesema licha ya kujeruhi watu, trekta hilo limesababisha uharibifu wa nyumba, miundo mbinu ya umeme, mazao pamoja na chakula. Muda wa saa nane ya usiku tukasikia mtikisiko kule mbeleni. Ni nini kile kinakuja kufanya hiki? Labda tukasema labda ni magwangala ya nini wanaomwaga kule. Baadaye karibu karibu, karibu, kumbe bana karibia pale nyumbani, nyumbani kwangu pale, nikasikia mcikio mm, mekaribia kabisa ni, ni, ikaanza kukimbia sasa, baadaye ya hivi tukaanza kukimbia. kumbe mporomoka, ukaanza kuporomoka, kuporomoka. baada ya kuporomoka hiyo nikaanza kutoa watoto pale nyumbani kwangu. unaona, baada ya kuporomoka hiyo watoto wale nikarudi tena nyumbani, nyumba imeshabomolewa. sasa sina ujanja mama, nitafanyaje sasa? Kmm, mimi nilisikia tu kitu kinaunguruma ndio nikatoka nje. Nilipotoka nje, watoto wakaniambia mama, tumepondwa nyumba Nikawauliza kuliko nimewapondaje hatujui. Hata sisi ndo tukaanza kutafuta sasa, utafuti wa kujua kwamba ni nini, tukaja kugundua kumbe ni gireda. Niliwakuta watoto wana majeruhi kidogo, hawajaumia sana imeharibika nyumba na mabati yake. Mwenyekiti wa kijiji cha Rwamgasa Mwita Chacha cha Amos amesema kwa taarifa alizozipata ni kwamba trekta hilo lilitoka maeneo ya mgodi likiwa halina dereva anayeliongoza. Doza ambalo limetoka kwenye mgodi wa Buckreef limepita bila kujulikana kuwa na opereta ndani yake, na limebomoa baadhi ya nyumba na kufanya uharibifu kwenye makazi ya kitongoji hiki cha Isingilo na ilipofika kati ya saa nane na nusu pia nilikuwa nimeshafika kwenye kitongoji hiki cha Isingilo kwa ajili ya kushiriki kwenye tukio hilo. Ni kweli nilikuta doza hilo lipo limezama kwenye eneo la mto, na tukafanya jitihada za kutaka kwanza kutambua namna gani ya kupata jinsi ya kulizima. Bahati nzuri watu wa Buckreef wakawa wameshafika wakiwa na timu ya walinzi na maaskari na pia opereta ambaye alikuwa na utaalamu wa kulizima, tukawatuliza wananchi na wakaingia kwa ajili ya kwenda kuizima. Akitoa ufafanuzi wa sababu zilizopelekea tukio hilo, afisa habari wa mgodi wa Buckreef Ahmed Msuya amesema jali hiyo imesababishwa na dereva yani opereta wa tektairo aliyekuwa akijaribu kuiba mafuta. Majira ya saa nane usiku nilipokea simu kutoka kwa walinzi ikinieleza kwamba mashine aina ya doza operator amekimbia nayo na ameenda maeneo ya wananchi, ndipo tulipotoka na kuweza kuja maeneo ya wananchi na kuona uharibifu ambayo operator ameufanya. Operator huyo alikuwa amnaiba mafuta kwenye mashine hiyo, na ndipo alipokamatwa na walinzi na kuamua kukimbia na kusababisha majanga haya mnayoyaona. Tunaendelea kuwapa pole wananchi wa Isingilo, tuko nao na tutafanya kama maelekezo yalivyotoka ya serikali. Watu waliojeruhiwa katika tukio hilo walikimbizwa katika kituo cha afya Katoro, wengine wapo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Geita. Kutoka mkoani Geita, mimi ni Ed Garonduru wa EATV.